Makosa makubwa ambayo watu wengi wa bawasiri wamekuwa wakiyafanya na ndio haya yamekuwa yakisababisha siwezi kupata suluhisho ni kutibu bawasiri bila kutibu chanzo cha tatizo. Utasikia wengine wamefanya oparesheni, wametumia dawa za kupuliza, wametumia dawa za kupaka, wametumia dawa za kudumbukiza kama anuso bila kufahamu chanzo cha tatizo. Ndugu yangu, moja ya kosa ni kutibu dalili, sio chanzo cha tatizo. Ndio maana ukipata pailkea. Chanzo kikubwa cha tatizo cha bawasiri ni mishipa. Ndio maana tunatakiwa kupata dawa ya kutibu mishipa inayopatikana kwenye njia kubwa, na hiyo mishipa ndio inasababisha maumivu, inasababisha chocha damu, inasababisha kuhisi ile njia ime, imekuwa ndogo, inasababisha pia wewe kuweza akupata uvimbe, kwa sababu itateleza na kupasuka. Ndio maana ma pairikea cha kwanza kwa ajili ya kuimarisha ile mishipa. Hautasikia chochote cha damu, hautasikia maumivu, hautaona uvimbe moja kwa moja, na inaimarisha mfumo wa menyaji wa chakula, kwa sababu zinakuwa n dawa za aina tatu. Wasa Dr. Jimmy tuko Mwanza, mikoani tunaagiza kwa basi au ndege.